Kama Dkt Emanuel ambaye sijawahi kufaili hata siku moja, leo nimekuletea mimea hii hapa. Kazi yangu mimi ni kukuleta shambani na kukuonesha mimea miti na tiba zake na faida zake kwa kila kitu. Kwa hiyo leo nimekuleta kwenye mmea huu hapa, kama unavyoona una asili ya miba. Huu hapa angalia vizuri, huu hapa angalia vizuri. Wenzetu tayari washachimba hapa, umeona? Wenzetu washachimba hapa, washachukua dawa. Sasa bado wewe, bado wewe. Hii inatumika kwa wewe ambaye unahitaji kumpa lana mwanao. Unahitaji kumpa lana mwanao. Lakini pia inatumika kwa wewe ambaye unataka kumtolea lana mwanao, lakini pia inatumika kwa wewe ambaye unahitaji kujitoa lana. Hii hapa. Ya iangalie vizuri jamani ni mmea mzuri pia kwa wewe ambaye una mpenzi wako kaondoka kwao, unahitaji arudi, unahitaji arudi. Hii inatumika, utatumikaje? Utatumiaje mmea huu? Na kuelekeza mpaka mwisho, angalia video hii mpaka mwisho. Utakachokifanya kama unahitaji kumpa laana, chukua mzizi, mzizi wake kidogo tu, kipande kidogo, mzizi wake wa huu mmea, unanielewa Ukisha chukua mzizi wake, peleka kwenye mizimu yako, utafune ule mzizi, fanya kama una yani, utafune mzizi, ukisha utafuna ule mzizi, ukisha ukisha utafuna utafuna ule, pulizia pale kwenye mizimu yako, kila mtu ana mizimu jamani, pulizia pale pale, utakavopulizia unapuliza kwa maneno kwa manuizi, unaweza kufanya Naomba nampa laana kwanzia leo, mwanangu amefanya hivi na hivi. Kwa hiyo kama nimemzaa mimi, naomba kwanzia leo apate laana hii na hii, naomba na atakapoenda kokote kule asifanikiwe. Hiyo unaweza kufanya hivyo, ni mara moja tu unakuwa umemaliza. Lakini pia kama utahitaji kumtolea, unatumia majani haya, unakausha unga wake, kisha akausha unga wake Unampa, anatumia kuogea. Kama yupo mbali, una unaweza kumwagizia. Lakini pia kama utahitaji kumvuta, utapuliza ile ile mizizi kwa kumwita, unapeleka pale pale kwenye mizimu yako kwenye mizimu yenu, unatumia kupuliza vile vile, kumwita vile vile, kumvuta mpenzi wako. Kama kaenda nyumbani, unatumia huu huu mmea unapuliza vile vile kumuita, hmm? Uwa, naomba mpenzi wangu arudi, awe mwanaume. Kama mmekosana, um, hamuona hamna maelewano mazuri, unatumia mbinu hiyo hiyo. Ni mmea mzuri sana kwa tiba na vitu kama kumvuta, kufanya laana, kujiondoa laana, ni mmea mzuri sana. Hakikisha unafollow akaunti hii inakuletea vitu vingi sana kujifunza zaidi na zaidi na zaidi, lakini pia hakikisha una share. Dokta Emanueli ni mmoja ambaye sijawahi kufaili hata siku moja.